Ya baada ya kuona taarifa Uh, mitandaoni kuhusiana na kwamba Young Africans wanaidai shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, uh, na sisi pia tuliwaandikia barua kuwaelezea kuhusiana na kile ambacho tunakifahamu kuhusiana na fedha hiyo ambayo wanasema, uh, wanaidai. Kwa hiyo mpaka tunatoa taarifa yetu jana, maana yake kwamba uh, tulikuwa tayari tumekwisha waandikia hiyo barua uh, ya kuwataka ya kwa kwamba uh, mtu wa fedha aweze kufika leo uh, na hiyo vielelezo vingine uh, ili tuweze kufanya Uh, reconciliation, uh, uh, kwa maana ya kwamba tupitie hizo hesabu kwa pamoja na vitu kama hivyo uh, ili kuona kwamba wapi wanaposema kwamba uh, wanadai na sisi tuwaonyeshe wapi ambako tumesema kwamba wanadai, lakini wamefika leo na baada ya kufika wameleta tu barua na baada ya hapo eh, wameondoka kwa maana kwamba hawakutaka kuzungumza kitu chochote eh, na wamesema kwamba hawako tayari kwa, kwa ajili eh, ya mazungumzo. Na hata eh, katibu mkuu wa TFF uh, Kidao Wilfred alipotaka kuzungumza na CEO wa uh, Young Africans bwana Mtine eh, bado uh, CEO alikataa kuzungumza na katibu mkuu wa TFF. Kwa hiyo uh, TFF iko wazi kwamba eh, kama wanasema wana madai, ofisi ipo na wafike ofisini kwa ajili ya hayo madai yote, kwa sababu sisi e, tunao uhakika na ndio maana tulisema kwamba sisi tunawadai na vielelezo vyote e, vipo. Kwa hiyo wao wanataka tuendelee kuandikiana barua. Sasa hizi ni taasisi kubwa ambazo haiwezekani mkaishi kwa kuandikiana barua alafu, e, mnaanza kuzisambaza huku kuzisambaza huku, kuzisambaza huku. E, jambo dogo ni kwamba kama wewe unadai, maanake ni kwamba umeitwa kwa ajili ya kuja e, kuhakiki hicho ambacho unakidai ama hicho acho unadaiwa. Kwa hiyo maanake ilikuwa ni kitu rahisi, tunapofika TFF e, uweze kukaa chini na TFF. Ni jambo la muda mfupi sana, e, kuweza kufanya hiyo e, reconciliation e, na kila mmoja ajue kwamba nafasi yake iko wapi? Sasa hatuwezi kuwa tunaendelea kuandikiliana eh, barua hizi kama vile tunatuma posa huku na vitu kama hivyo eh, haiwezekani jambo kama hili. Hizi ni taasisi ambazo eh, kwa namna yoyote ni lazima ufanye kazi kwa namna ile ambayo eh, inatakiwa, ambayo tumewaelekeza nini ambacho eh, cha kufanya. Kwa hiyo eh, wameondoka wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili ya kufanya jambo hilo na mwisho wa siku wameacha barua tu. Of course, barua yao kwa namna ambavyo ilivyoandikwa haina tofauti sana na kile ambacho uh, kimekuwa kinazungumzwa. Kwa hiyo uh, mwisho wa siku jambo liko pale pale kwamba wafike TFF kwa ajili ya reconciliation. Sisi tunachokisema ni kwamba tayari tumekwisha tangaza e, fainali inachezwa wapi. Kwa hiyo maandalizi yanaendelea kwa ajili ya mchezo huo wa fainali ya CRDB Bank Federation Cup e, ambao kama ambavyo tumetangaza kwamba watachezwa Zanzibar e, tarehe 28 saa mbili na robo usiku. Kwa hiyo maandalizi mengine yote e, sisi tunaendelea nayo kama kawaida.